Kwa jina naitwa Dr. Ezekiel Mbao, ni rais wa chama cha wauguzi Tanzania. Moja ya lengo la chama ni kutetea maslahi ya wauguzi na kuhamasisha wajibu na haki ya muuguzi katika utoaji wa huduma bora ya na afya pamoja na na hilo, vile vile tunahakikisha wanataaluma wanatoa huduma bora inayotarajiwa na wateja wetu kwa kuzingatia weledi na miongozo iliyowekwa na kuimarisha ubora wa huduma za uuguzi kwa kuhamasisha sera bora zinazolenga kuboresha huduma za afya. Kwa kuzingatia malengo hayo ambayo nimeyataja hapo juu, chama kimekuwa kimepokea malalamiko mbalimbali kutoka kwa wauguzi juu ya muundo wa maendeleo ya utumishi wa kada ya wauguzi na wakunga na malalamiko hayo ya muundo husika yaliwasilishwa serikalini kwa nyakati tofauti, kwa kuwa hauendani na maendeleo ya taaluma na mabadiliko ya huduma, <clears throat> jambo lililodumu kwa muda mrefu toka mwaka 2013 na wauguzi na wamekuwa wakiomba serikali ifanye maboresho ili kuendana na mahitaji ya taaluma kwa sasa itakumbukwa kuwa mnamo tarehe tisa mwezi wa tano mwaka wa 2025 katika mkutano mkuu wa wauguzi uliofanyika mkoani Iringa na kuhudhuriwa na jumla ya wauguzi 1576 kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Deus Sangu, naibu waziri wa nchi ofisi ya rais menejimenti ya utumishi wa umma na utawala bora akimwakilisha waziri mwenye dhamana alisema, na hapa naomba ninukuu: kama nilivyokwisha kusema hapo mwanzo, mheshimiwa naibu waziri mkuu mkoani Tanga mwaka 2024 akiwa mgeni rasmi akimwakilisha mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan alichukua jambo hili kwa uzito na akamfikishia mheshimiwa rais. Hivyo, ndugu viongozi wa chama na wauguzi wote mliopo hapa, kama nilivyosema, mheshimiwa rais alituagiza tulifanyie kazi na tumelifanyia kazi na limekamilika. Kwa hiyo naomba kuwapa habari njema: Muundo mpya utaanza kutumika rasmi mwaka mpya wa fedha Julai 2025. Cha kusikitisha, mpaka sasa hivi ahadi hiyo haijatimizwa kama ilivyoelezwa na mheshimiwa naibu waziri. Wauguzi wana maswali mengi magumu kama nilivyokisha kusema hapo mwanzo mheshimiwa naibu waziri mkuu mkoani Tanga mwaka 2024 akiwa mgeni rasmi akimwakilisha mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan alilichukua jambo hili kwa kuzito, na akamfikishia mheshimiwa rais, na mheshimiwa rais kama alivyosema, alituagiza tulifanyie kazi na tumelifanyia kazi, limekamilika. Naomba kuwapa habari njema, muundo mpya utaanza kutumika kuanzia Julai mwaka mpya wa fedha. Ni kwa nini serikali haijatimiza ahadi yake, na wakati tulipewa taarifa kuwa tayari suala hilo limekamilika na muundo uko tayari na utaanza kutumika rasmi Julai 2025? Naitwa Pendo Martha Joseph, ni makamu wa rais chama cha Uuguzi Tanzania. Sasa nichukue nafasi hii kuomba serikali yetu uweze kusikia kilio hichi cha wauguzi cha muda mrefu sana, ili wauguzi waweze kupata morali, waweze kufanya kazi kwa moyo, kwa sababu tunajua taaluma yetu ni nyeti sana na tunagusa afya za wananchi. Ni niseme tu kwamba kwa jinsi, kwa ambavyo tunaiamini serikali yetu, hatuamini kwamba ilituadaa kwa lile lituada, tamko liliotamkwa tunaamini kabisa kwamba itaenda kutekeleza. Siamini kwamba wanaweza kuwa tu wamesema bila kuwa na mipango tunajua kuna hatua ambazo zilikuwa zimeshatekelezwa. Sasa tunaamini kwamba kwa tamko lile, kuna mipango ambayo imeshakamilika. si tunachojua ni kwamba hii ya